wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya, ya, ya tarehe 9 Desemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani mtu, yeyote aliyewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza, wanahamasishana